Wizara ya elimu na viongozi jioni hii ya leo wamewekwa kwenye darubini kufuatia hali mbovu ya shule ya msingi ya sekondari ya Chebonei katika eneo bunge la Emurua Dikirr katika kaunti ya Narok. Mbali na miundo misingi mibaya katika kaunti hiyo, wanafunzi wengine wanalazimika kusomea hata jikoni kwa ukosefu wa madarasa. Mwanahabari wetu Crispin Otieno alizuru shule hii iliyoanzishwa mwaka 2008 na hii hapa taarifa yake. Hii ndiyo taswira inayotukaribisha katika shule ya msingi ya Chebonei Emurua Dikirr, kaunti ya Narok Mauko. Kabla kufika hapa ilitulazimu tupige guu kufuatia ubovu wa barabara inayotufikisha hapa. Kwa miaka sasa wazazi na wanakijiji wamekuwa wakililia wizara ya elimu na uongozi wa kaunti ya Narok kubadili taswira hapa. Shule hii iliyoanzishwa mwaka elfu mbili na nane inazongwa na matatizo tele. Licha ya kuwepo kwa baadhi ya majengo ya muda, moja likiwa limejengwa na wazazi, jingine likijengwa na pesa ya hazina ya CDF na ambalo sasa limeanza kuporomoka, likijengwa na shirika la World Vision. Ila wanaoumia zaidi hapa ni wanafunzi wa chekechea hadi gredi ya sita. Madarasa haya ya mbao na mabati ndiyo yanasitiri watoto hawa walio na hamu ya kukata kiu ya elimu wengine wakivumilia tope hizi wakiwa miguu tupu. Wimbo wa ukosefu wa madarasa umeimbwa sana, sio na walimu, wazazi na hata wanakijiji, ila hakuna mengi ya kujivunia. Tuna nafasi ya kufundisha watoto, there is another class ambaye hata tumebadilisha kwa offices, I mean kwa kwa library because kuna a lot there is a big crack inaweza angukia watoto. Jengo hili ambalo liko nje ya shule ndimo wanafunzi wa gredi ya pili husomea. Kwa kawaida hapa ni jikoni la washirika wa kanisa moja eneo hili, na upande huu ikiwa ndio jikoni la walimu, na mazingira ni mabovu. Watoto wetu anakaa darasani maji iko ndani, watoto wetu wako na shida, tena shida ni mbaya hapa, hakuna hapa. Tuko na shida barabarani, kila kitu ni mbaya hapa, hata stima hakuna hapa hapa tu, na tunaomba sa, kwanza, sa, tunaomba nani, bwana president yetu bwana William Ruto kuja saidia sisi chipane majengo haya ambayo yangali kukamilika, yamechukua miaka kuanzishwa. nam Hapa nimo ndani ya darasa ambalo linasitiri madarasa mengine matatu, upande huu ukiwa ni wanafunzi wa PP1, upande mwingine wanafunzi wa PP2, na hapa nilipo ni wanafunzi wa gredi ya kwanza, wote wakiwa wanafundishwa kwa wakati moja. Dirisho tosha kwamba shule hii inapitia changamoto nyingi, hususan kuhusiana na masuala ya kimiundo msingi, japo masomo yanaendelea wanafunzi na usimamizi wa shule hii wakiishi tu kwa matumaini kwamba ipo siku watakumbukwa. Wanafunzi hawafiki huku, ikinyesa tu kadogo hivi, wanafunzi hawafiki hapa. So tumeamua kama kanisa kupea hiyo third kitchen hii shule waendelee kuwa class because hakuna hakuna classes. Crispino Tieno, runinga ya Citizen, Emurua Dikirr. Yes.